Dereva wa bondia Anthony Joshua amefunguliwa mashtaka nchini Nigeria kufuatia ajali ya barabarani iliyosababisha vifo vya watu wawili wa timu ya bondia huyo. Katika ajali hiyo bondia huyo alipata majeraha machache, polisi walisema. Adeniyi Mobolaji Kayode, mwenye umri wa miaka 46, alifikishwa mbele ya Mahakama ya Hakimu ya yes, Sagamu siku ya Ijumaa, ambapo alishtakiwa kwa makosa kadhaa yakiwemo kusababisha vifo kwa kuendesha gari bila kuchukua tahadhari. Ajali hiyo ilitokea Jumatatu katika barabara kuu ya Lagos Ibadan katika jimbo la Oguni baada ya gari aina ya Lexus CUV walilokuwa wakisafiria kugonga lori lililokuwa limesimama barabarani. Katika ajali hiyo makocha binafsi wa Joshua, Latifu Ayodele na Sinagami walifariki dunia papo hapo. Anthony Joshua aliyekuwa abiria ndani ya gari hilo alijeruhiwa na kukimbizwa hospitalini kabla ya kuruhusiwa kutoka siku ya Jumatano. Kwa mujibu wa vyanzo vya polisi, waendesha mashtaka waliwasilisha mashtaka manne dhidi ya dereva huyo yakiwemo kuendesha gari kwa uzembe kutokuwa makini barabarani na kuendesha bila leseni halali mahakama ilimpa dhamana ya naira milioni tano huku kesi hiyo ikiahirishwa hadi tarehe 20 januari mwaka huu maofisa wa serikali za majimbo ya uguni na lagos walisema Anthony Joshua alikuwa na huzuni kubwa kufuatia vifo vya watu hao wawili waliokuwa marafiki zake wa karibu baada ya kuruhusiwa kutoka hospitalini joshua alitembelea chumba cha kuhifadhi maiti ambako Miili ya marehemu ilikuwa ikiandaliwa kwa ajili ya kusafirishwa nje ya nchi. Masaa machache kabla ya ajali, bondia huyo alikuwa amechapisha video kwenye mtandao wake wa Instagram akicheza tenis na Latifa Yodele.